Moja kati ya habari ambayo imetrend sana kwenye mitandao ya kijamii lakini pia kila mtu akawa anaizungumzia kwa ukubwa zaidi ni namna ambavyo Zari the Boss Lady ameweza kuzungumza katika moja ya vyombo vya habari huko nchini South Africa kuhusiana na mahusiano yake pamoja na msanii Diamond Platnumz. Mara nyingi sana Zari anapokuwa katika interview mbalimbali mbali huko South Africa eh, huwa anaulizwa maswali kuhusiana na baba wa watoto wake ambaye ni msanii Diamond Platnumz. Huenda Zari the Boss Lady Sladi asingezaa na msanii Diamond, hizo stories zingekuwa zimeishia hapo na wala asingeulizwa tena kuhusiana na masuala ya msanii Diamond Platnumz. Lakini watoto wanaowaunganisha hao watu wawili bado wanaonana, bado wanaendelea kuwasiliana kwa sababu tu ya kuendelea kujuliana hali kuhusiana na watoto wao ambao wamewapata Tifa pamoja na Nilang. Lakini pia kitu ambacho kimewashangaza sana watu wengi ni namna ambavyo Zari ameelezea sababu ya kuachana na msanii Diamond Platnumz hivi siku ya leo. Ukiangalia watu wengi sana walikuwa wanafahamu Hamisa Mobeto ndio dada ambaye alisa Babisha ndoa ya Zari ya Zari Zari Zari Zari au mahusiano pamoja na na na Diamond Diamond kuvunjika. Ukiangalia kile kipindi, Zari the Boss Lady aliyekuwa ni mjamzito, msanii Diamond Platinum akachepuka na Hamisa Mobeto, na baadaye Zari alipokuja kufahamu yeye eh, anakula uzazi alafu mwenzake huko tayari ni mjamzito, yani eh, yani mtoto mtoto wa wa wa Zari Zari huyu wa pili Nilang pamoja na mtoto wa Hamisa Mobeto Dailang eh, wamepishana eh, mwaka mmoja tu, yani Zari kipindi ana ujauzito msanii Diamond Platinum akawa amechepuka na na Hamisa Mobeto. Sasa watu wengi tukawa tunafahamu huenda, eh, mahusiano ya Zari pamoja na Diamond yalivunjwa na Hamisa Mobeto au yalivunjika kwa sababu tu ya mahusiano ambayo Diamond alianzisha nje na mwanadada Hamisa Mobeto. Lakini Zari siku leo ameweza kuthibitisha wazi kwamba sababu kubwa ya yeye kuachana na msanii Diamond Platinum ambayo ilipelekea vurugu ikawa kubwa sana, eh, na mtafaruku kuwa mkubwa sana katika familia ni Wema Sepetu. Eh, Zari anakuambia kipindi ana anaingia katika mahusiano na msanii Diamond Platnumz, uh, kumbe Diamond alikuwa bado hajaachana na Wema Sepetu wakawa wanaendelea kukutana kama kawaida, eh, wanaendelea kufanya ya kwao kama kawaida na baadaye Zari anakuambia nilipogundua, niligundua kwa pamoja. Yaani aligundua msanii Diamond amempatia mimba Hamisa Mobeto, lakini pia aligundua msanii Diamond bado anaendelea na mahusiano ya siri sana na ex wake ambaye ni Wema Sepetu. Sasa Zari anakuambia kile cha Hamisa Mobeto kikijaniuma sana, kimeniuma hiki kitu cha kwamba wao walikuwa wananifanya mimi ni mjinga. Yaani eh, Diamond aliniambia wameachana na Wema Sepetu, ndipo akaanzisha mahusiano na mimi, lakini kumbe bado hawajaachana kitu ambacho Zari anakuambia kilimuumiza kwa asilimia kubwa sana lakini pia anakuambia alifikiria eh, kwa namna ya tofauti kwamba huyu Diamond ananiona mimi ni mjinga kwa nini ananichukulia kama mtoto yani anakuambia alikuwa na maswali mengi sana kichwani kile cha Hamisa Mobeto anakuambia labda alisema eh, labda huenda eh, hajawahi kukutana na Hamisa Mobeto haya eh, kama mwanaume ni tamaa eh, na tunazoea basi hao wanaume wetu ambao tunaishi nao wameumbiwa tamaa Labda kwa Hamisa Mobeto ilikuwa ni tamana, imetokea eh, bahati eh, mbaya umepata mtoto, lakini kwa Wema eh, Sepetu ilikuwaje? Kuwaje ukiangalia Diamond na Zari walikuwa na mahusiano, wamezaa watoto wawili, lakini bado Wema Sepetu alikuwa anatembea na msanii Diamond Platnumz, yani anamzunguka Zari nyuma ya kisogo chake. Na ukiangalia mara nyingi sana msanii Diamond Platnumz alikuwa anamwaga Zari kwamba mimi naenda kwenye show, kumbe saa nyingine maskini ya Mungu haendi kwenye show, lakini pia mara nyingine Zari anakuambia, msanii Diamond anakuambia tunaenda studio kurekodi, kumbe wanaenda kuonana na Wema Sepetu. Mambo yalikuwa ni mengi sana. Sasa Zari akanakuambia akaona ni dharau kubwa sana ambayo msanii Diamond amemuonyesha, kwamba yeye bado anatoka na ex wake, lakini ameamua kukaa kimya. Jambo ambalo Zari anakwambia yeye tangu awe na msanii Diamond partner, hajawahi kumsaliti, hajawahi kuwa na mwanaume mwingine, na ndio maana baada tu kugundua Diamond ana machafu kiasi gani, alikuwa anamfanyia mambo mengi kiasi gani, basi akaamua kumwambia bwana eh, mimi nanawa mikono, na ndio maana Zari na yeye akaamua kulipiza, kabla hajaachana na Diamond, akatembea na Peter wa P Square, alafu akalazimisha Diamond ajue. Diamond akajua na akafahamu kabisa, aliona namna ambavyo Zari anachati kimahaba na Peter wa Peace Square. Baadaye Diamond akamwambia, kwa nini umefanya hivi? Na Zari akamwambia, kwa nini nawe ulifanya hivi? Yaani ni kama vile alilipiza kisasi, ili mradi moyo wake e, upoe, moyo wake ujisikie vizuri, na baadaye kweli wakaachana kama ambavyo tunafahamu. Wanaume wengi wakishafahamu mwanamke wake ametumiwa wa na mwanaume mwingine ndani kwake ni lazima tu wataachana. Diamond Platinum akawa hana namna hana jinsi, licha ya kwamba mama Dangote hakutaka yale mahusiano yavunjike, lakini yakavunjika, na Zari anakuambia leo kesho hawezi kurudiana na Diamond. hizo story za mitandaoni eh, basi ziendelee tu eh, kuongea bla bla, lakini yeye kama Zari hawezi kurudiana na msanii Diamond Platinum kutokana na mambo mengi mabaya ambayo aliwahi kumfanyia hapo nyuma, kama hilo la kutembea na ex wake kwa muda mrefu mpaka wamepata watoto wawili bado tu wanatembea na ex wake jambo ambalo Zari lilimuumiza kwa kiasi kikubwa sana. Tuache maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe kwa like na kusana on on notification